Na mtazamaji wa Trend TV ebwana, kuna hii video ambayo inaonyesha wadau wa Simba, ni kwamba waliingia katika chumba cha timu ya RS Barkane ambao walikuwa wanacheza nayo jana na timu hiyo imewafunga goli moja, e, wametoka jana moja kwa moja. Lakini ukikumbuka kwamba Barkane kwao waliwafunga Simba mbili bila. Kwa hiyo fainali hii bwana wame, wameputwa kiulaini. Lakini sababu ambayo imewafanya wao wenyewe wanadai kwamba sababu ambayo imefanya wafungwe ni kwamba refari huyu ndiye aliyewafanyia mchezo ambao sio fair kwa sababu kwa mujibu wa wana Simba wenyewe wanadai kwamba ile kadi nyekundu aliyopewa walipewa kimakosa kwa uonevu lakini pia vile vile goli la pili la Simba ni kwamba refari huyu alikataa akidai kwamba ni offside jambo ambalo pia liliwakera sana wana Simba. Unaona, bwana. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa na ni kitu ambacho mpaka sasa hivi hapa bado wanamlilia wana refa huyu kwamba ame amewafanyia mambo ya ndivyo sivyo kupelekea kufungwa. Lakini pia ukiachana na hilo ni kwamba at the end of the day eh, kuna hizi video ambazo zimesambaa mtandaoni zinazoonyesha wana Simba wakiwa wameingia katika ofisi za, za katika Local room ya bar, ya hawa RS Barkane ambapo humo ndani bwana wamemkuta refari refari akiwa refari yule yule ambaye wanahasira naye akiwa anawapongeza Barkane kwa kuwafunga Simba, jambo ambalo limeonyesha kwamba huyu refari kama vile ni mamluki kwa namna moja au nyingine, au alikuwa yuko upande wao na ndio maana baada ya matokeo kuwa hivi kuwafunga Simba, eh, refari huyu ameenda kupongeza timu pinzani ya Simba kwamba amewapongeza kwa kwa kuwafunga. Kwa hiyo walivyomkuta mule ikawa ni ngori ugomvi. ya yeah. So hivyo ndivyo ngori ilivyokuwa. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section. Unahisi kwamba kitendo cha refarii kwenda kuwapongeza chumbani RS Barkane, unahisi kwamba refarii alikuwa upande wao na hii issue ilikuwa, alikuwa anachezesha kwa favor? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.